Tumeona kwamba kuna hatari hapa bridge ya Sabaki, ambayo kuna mitaro ambayo imejitokeza mipasuko, ambapo tuna wasiwasi kwamba huenda labda hii barabara ikakatika, kama maji yatakuwa yanazidi kuingia kutoka bara, yakiingia huku baharini, ni mahali ambapo ndio kivukio cha pekee na wakaazi wa hapa, kwa niaba yao nasema ya kwamba tuna wasiwasi kwa sababu ni kitu ambayo imeanza iko, na karibu wiki moja tangu huo mpasuko uanze, na kadri huo mpasuko ulivyo, ulivyo unaendelea kuongezeka. Na ni mahali ambapo bahari ni kama ilikuwa uh, mto wa Sabaki ni kama ulikuwa umezibwa kwa sababu ya kujenga hii daraja, na nafikiri hao mainjinia, nafikiri kulifanyika makosa, kwa sababu initially hii briji ilikuwa nianzie huko juu ikijengwa hivyo, lakini ile kuziba mto, nafikiri kuna makosa ilifanyika. Lakini hata hivyo, uh, kupata uhakika kabisa ni hao mainjinia wenyewe, wao wame, wamefika ili watuambie. E, ni nini kilichoharibika, na waone kama wanaweza kusaidia namna gani. Kwa hofu kubwa sana kwangu ni hiyo, kando na bridge, lakini hiyo e, barabara kukatika, barabara wakati wote, maanake ilianza juzi, crek ndogo ndogo, jana ndo mahali mahali imefikia sasa. So, tulikuwa kila wakati tukijaribu kupe, kupeperusha habari kupitia mitandao ya Facebook pia kwa WhatsApp kujaribu kuwa eleza watu na wale wahusika wa hapa, wao wanaweza kuja kushughulika, kwa sababu pia sisi kama wanasabaki Bridge Rescue Team tuko pia bado na mradi wetu ambao bado tunaoendeleza. E, kuna janga ambalo linaendelea hapa, lakini halijaanza leo wala jana, tuseme karibu mwaka mmoja hivi umeisha. E, ilianza mambo ya e, e, maji mvua huko juu bara yalipoanza kuteremuka kutoka milimani kuelekea mto Sabaki, mahali ambao unaingilia Indian Ocean, ulikuwa na hali ya kwamba pia sisi vijana hapa Sabaki, ilikuwa tuko na uchumi wetu tukiufanya hapa, lakini sasa baada ya hayo maji kuanza kuteremuka huku, maisha yalianza kugeuka juu mmomonyoko wa udongo hadi tulikuwa tukimiliki tukifanya biashara ikaanza kumezwa polepole. Kulikuwa pia hata na mbuyu wamekatiliwa menza hapo po e, lakini hali haikuwa nzuri, lakini sasa tulikubali tuipokee venye iko already. Tunaona watoto wa shule pia huwa wanavuka hapa, haswa shule ambayo iko hapa Majenjeni secondary kuna wanafunzi ambao wanatoka upande wa, wa area ya kwa Kwandomo wakivuka wakienda huko, na pia kuna secondary kwa upande wa Kwandomo wana, wengine wanavuka kutoka upande wa Majenjeni wakienda kwa, kwa, Kwandomo. So tunaona tunahisi kwamba kuna kutakuwa na hatari na ni hatari ipo, si kwamba itakuwa lakini ipo, maanake hatuwezi jua usiku wa leo labda, eh, hii daraja linaweza achana na likiachana basi, itakuwa hakuna njia ya kuvukia, na huwezi jua wakati ikiachana kutakuwa kuna mtu labda amekanyaga pale juu, na kama atakuwa amekanyaga pale juu naona kutakuwa ni, ni kubaya I'm told it. I'm told.